Habari za leo mtazamaji wa Masawi Media, hebana leo nimekuja kivingine kidogo. Lengo langu leo, nataka tujifunze namna gani watu tunaweza kusafisha nyota. Tumekuwa katika ulimwengu ambao nyota zetu ni muhimu sana, kwa sababu tunakutana na vitu vingi, zahma ni nyingi, changamoto ni nyingi, hasa tunapokuwa tunapambana kwenye utafutaji wa maisha unakuta kuna muda nyota yako inaweza ikachafuka. Nyota inachafuka kulingana na nini? Unakutana labda na watu ambao wenye nguvu negative au nguvu hasi au nguvu, has, nguvu ambayo sio chanya. Kuna watu wana nguvu ambayo sio chanya, aidha kwa kupeana mikono. Umeona, unaweza kukutana na mtu akakupa mkono alafu nyota yako akawa ameichukua. Kwa hiyo sasa, inawezekana labda unafanya biashara kwenye ufanyaji wa biashara unakuta labda biashara iendi kwa sababu ya nyota imefanyaje imechafuka. Ukweli ni kwamba kila mtu ambaye amezaliwa, uwe Mkristo uwe Muislamu, kila mtu anakuwa na nyota yake. Sasa ili uweze kusafisha nyota, ni muhimu sana kujua kusafisha nyota. Ili jambo wengi wanalichukulia kama ni jambo la mzaa, lakini ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa sababu vitu ambavyo unavitumia ni vitu ambavyo eh, viko katika katika malimwengu, ni vitu ambavyo viko katika ulimwengu wa kiroho, ni vitu ambavyo tunavitumia katika maisha yetu ya kila siku. Sasa leo nataka nikufundishe jinsi gani unaweza kusafisha nyota kwa kutumia chumvi ya mawe. Tumia chumvi ya mawe pamoja na mafuta ya mzaituni. Nataka nikufundishe wewe ambaye uko hapo ni jinsi gani unaweza kusafisha nyota yako kupitia chumvi, chumvi mawe. Hatua ya kwanza, andaa chumvi yako. Ishaandaa chumvi yako ya mawe, lazima uangalie siku gani ambao unataka kusafisha nyota. Ziko siku ambazo, hizo siku ni nzuri katika kusafisha nini nyota. Mfano, siku ya Jumanne sio siku nzuri ya kufanya kazi ya kusafisha nyota, kwa sababu pale unakuwa unaondoa <laughs> ni siku ya Jumanne inakuwa so sio nzuri katika kufanyaje? Sio nzuri katika kusafisha nyota. Siku ambayo inafaa sana sana siku ya Jumatano, Alhamisi, Jumaa, hizo ni siku ambazo zinafaa katika swala la wewe kusafisha nini nyota. Sasa ichukue chumvi yako ya mawe, kisha ichukua chumvi yako ya mawe, unaweza ukachukua vijiko vyako viwili au vijiko vitatu. Baada ya hapo, unaweza ukachukua maji ya vuguvugu kidogo, maji yawe yanakaa uvuguvugu kidogo. Umeona bana, lakini kubwa zaidi ni kwamba uwe na imani. Umeona? imani ni kitu ambacho kinatakiwa katika, katika swala la nini la kusafisha nyota. Kwa hiyo imani yako pia itakusaidia katika swala la kusafisha nini nyota. Andaa maji safi kwenye ndoo au chombo. Baada ya hapo, weka chumvi vijiko vitatu. Ukishaweka chumvi vijiko vitatu, omba au sema maneno haya kwa kusafisha nyota. Naomba usikilize kwa sababu kitu cha msingi hapa tunachoangalia ni manuizi. Kwa Waislamu wanasema inamal amalu biniyati, yaani nia yako. Unaona ile nia, unasema kama una nia ya kunuia jambo fulani O ili nia itimie, lazima ufanyaje? Unene, yani kuna maneno unayanena, bali sawa bana. Cha kwanza unamtanguliza Mwenyezi Mungu, utasema e Mwenyezi Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Utasema e, Mwenyezi Mungu, kwa imani yoyote ile uwe Muislamu uwe Mkristo, e, Mwenyezi Mungu, e, Mwenyezi Mungu, naomba haya maji na chumvi yawe dawa ya kusafisha nyota yangu. Ee Mwenyezi Mungu naomba haya maji na chumvi iwe dawa ya kusafisha nyota yangu, kuondoa kila aina ya mikosi, kuondoa kila aina ya mikosi, kuondoa kila aina ya husuda, kuondoa kila aina ya wivu na kuondoa nguvu zote ambazo ni mbaya katika mwili wangu nirudishie mwanga mwanga wangu na bahati yangu, nirudishie mwanga wangu na bahati yangu. Haya ni maneno ambayo unaongea kunuia ile chumvi ili usafishe nyota. Ndugu zangu, katika ulimwengu huu kuna ulimwengu mwingine, tunaishi tunakutana na mengi Nafikiri wewe kama unaiangalia hii video na tayari ushajua vitu vingi yako, yako mambo mengi. Sio kila mtu ambaye unakutana naye anapenda kile unachokifanya na sio kila mtu ambaye unaonana naye ana support unachokifanya. Kuna wengine wame wameumbwa wame, wame kwa ajili ya husuda kwa ajili ya chuki, umeona? Kwa hiyo uchawi upo vitu kama hivyo vipo, kuoneana husuda, chuki, kurudishana nyuma, vitu kama hivyo vipo. Sasa chukua hiyo chumvi kama jinsi nilivyokuelekeza, soma maneno hayo kwa kumuomba Mwenyezi Mungu, nuia na mengine ambayo wewe unaona sawa, bana. Kama wewe ni Mkristu, unaweza ukaangalia pale, unaweza ukasoma zaburi au Zaburi ishirini na tatu au tisini na moja. Kama wewe ni Mkristo Zaburi, Zaburi, Zaburi 23 au 91. Kama wewe ni Muislam, soma Ayatul Kursi, Falak, Nas. Hizi ni nasoma sura sura Ayatul Kursi, eh, Falak na Nas. hizo hizo ni muhimu, soma hizo dua, oga maji yako chumvi, ondoa nuksi, ondoa mikosi. Utakuja kuniambia, utakuwa vizuri katika hali kama hiyo. Um, baada ya hapo kitu cha mwisho ambacho unatakiwa kukifanya ukishamaliza kuoga, ukishamaliza kuoga dawa, kitu cha mwisho ni kuweka utulivu. Maona, weka utulivu, usianze tena kukutanakutana na watu, mara unakutanakutana nao tena, hiyo haitakiwi, kwa sababu wanaweza wakafanyaje? Wakairudisha ile nguvu, kwa sababu hapo unachofanya wewe ni kuongeza kuongeza nguvu yako ya ndani ya asili. Kila mwanadamu ameumba akiwa na nyota nzuri, yani toka pale unavyozaliwa ulikuwa na nyota nzuri, isipokuwa nyota yako ilikuja kuharibiwa kulingana na nini? Na maisha tunao tunaoishi, na watu ambao tunakutana nao. Lakini hizi siku nilizotaja nimesema Jumanne ndio haifai na Jumamosi, hizi siku hazifai eh, kuoga, kuoga nyo kuoga nini eh, ili yani ukitaka kuboresha zaidi siku nzuri ni, ni Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. hizi siku tatu zinakuwa nzuri sana. Mona, lakini muda gani? Anaweza kukuuliza bana, muda gani wa kuoga ili kusafisha nyota? Muda unaweza kuoga muda wowote, lakini inapendekezwa, inapendekezwa yaani inapendekezwa mfano ule muda ambao wa saa sita pale watu wamelala, wale watu wameshalala, hakuna pilika pilika pale pale inapendekezwa ukioga kusafisha nyota yako, basi mambo yanakuwa ni mazuri zaidi. Epuka kupeana, peana mikono yani hizi salamu salamu, ziepuke kwa sababu hapa kila mtu anakuwa na nini, anakuwa na, na mambo yake. Kwa hiyo kama mwingine unakuta nyota yake ni kali, unavompa mkono anachukua ile nyota yako, umeona. Kama mwingine labda unakuta ana, ana vitu vichafu vimekaa, unavompa mkono maona kwa hiyo epuka kupeana peana mikono baada ya kusafisha nyota ebana, nitakuwa nawaletea masomo ya, ya ya ulimwengu yani kama hayo, uh, namna gani unaweza ukajitibia, jinsi gani unaweza ukapata, ukapata tiba kwa namna moja ama nyingine, kwa wewe ambao utahitaji um, si tumekuandalia dawa mahususi special kwa ajili hiyo ya kusafisha nyota, ambayo tuna dawa tofauti tofauti tumezichanganya mle kwa zile. Ukitumia kwa ajili ya biashara eh, ukitumia kwa ajili ya eh, kusafisha nyota yako tu mwenyewe, mwili wako safi kazi, na vitu vingine vingine, unataka kuwa safi, unataka kupandishwa cheo, basi utanitafuta kupitia namba yangu ya simu iko hapo chini kila kitu kitakuwa sawa. Eh bana, sina la ziada. Masawi Media ni chimbo jipya la vijana. Bye bye.